Hii ni kwa wale waliofanya usaili kati ya tarehe 23 mwezi wa 4 2025 na tarehe 24 mwezi wa 10 2025. Majina yenu tayari yameweza kutoka na unachotakiwa kufanya ni kuingia katika akaunti yako ya jirapoto na kupakua barua yako ya kupangiwa kituo chako cha kazi, na uweza kuripoti kwa muda uliopangiwa, ukiwa na vyeti vyako original. Ripoti katika kituo chako cha kazi ulichoweza kupangiwa. Hongera kwa wewe ambaye umeweza kuitwa kazini. Lakini kwa wewe ambaye ulifanya usaili katika tarehe hizo na ukubahatika kuitwa, usikate tamaa, huu ni mwanzo tu, na uombe tena nafasi zitakapotangazwa. Angalia ni watu ulipokosea, ili uweze kurekebisha na uweze kuomba tena nafasi zitakapotangazwa. Kwa we ambao umeweza kuitwa Sio kwamba ni mwisho, bali ni mwanzo tu wa safari yako ya kazi katika utumishi wa umma. Hakikisha unazingatia nidhamu na unaripoti katika kituo chako cha kazi kwa wakati uliopangiwa katika barua yako ya kazi ili kukamilisha utaratibu wako wa ajira serikalini. Channel hii ni channel ya Feaboy inayohusiana ya na update zote kuhusu ajira elimu, pamoja na mbinu mbalimbali mbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe katika channel hii, like video hii, share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hizi. Lakini kuweza kupata PDF hii, jiunge na group la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii. Hakikisha unajiunga na group ili uweze kupata PDF hii na uweze kuangalia jina lako lakini pia utakapojiunga na grup utakuwa unapata update za kila siku kwa haraka zaidi. Santeni na karibuni.